Wote masista, lakini kipekee sana wana familia hii ya hapa tulipo, lakini afisa tarafa wa tarafa hii ya Kiamtwara, nitambue uwepo wa wanakwaya, lakini na wote tuliojumuika katika ibada hii njema sana. Tumsifu Yesu Kristo, baba, yeah. Skofu, ni kushukuru sana, nishukuru sana kwa ibada hii nzuri kwa ajili ya kumkumbuka mwenzetu Henry Jina langu naitwa Erasto Sima, mkuu wa wilaya hii. Nishukuru tulipata taarifa ya ibada hii, lakini tangu msiba umetokea tulipewa taarifa kama ofisi, tulikuwa tukishiriki kupitia kwa wenzetu waliopo huko. Nishukuru taratibu zote zilifanyika kama ambavyo zilipangwa kufanyika. Kama ofisi tulipata taarifa hizi, lakini na shughuli zote ambazo zilikuwa zikiendelea kabla ya msiba tulikuwa tumeendelea kuzipata. Bwana sen mwaka 2024 alipofika alikuja ofisini kwangu, tuliongea mambo mengi, lakini kama familia pia walisema hili jambo jema ambalo mkuu wa shule amesema wanapenda wajenge bweni la wanafunzi kwenye shule ya sekondari Katoma. Kama serikali tulishukuru sana kwa sababu ni shule ambayo pia inaunga mkono mambo yakifanywa na serikali yetu. Kama serikali hatukuwa na mpango wa kujenga bweni pale Katoma sekondari, lakini familia waliamua wakasema wao watajenga, na nikiri kama serikali hatukupeleka chochote, hata mchanga hatukupeleka kwa chochote, lakini familia ilisimamia kujenga lile jengo. Mimi nimefika mara kwa mara kuliona toka hatua za awali na mpaka limekamilika, nimeliona pale. Tunawashukuru sana kama familia, na walituandikia barua wak wakitu, mwezi wa kwanza mzinduzi rasmi wa lile bweni na walipenda, na sisi tulikuwa tumeshamwandaa mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Hajat Faruma Bakari Mwasa angekuwa mgeni rasmi hiyo wa tarehe tisa mwezi wa kwanza kwenye ufunguzi rasmi wa lile bweni. Ni jambo la huzuni sana kwamba kwa kazi kubwa waliifanya na bwana Henry Stambuli na familia, na ndoto ile nzuri ambaye alikuwa ameitengeneza na ikatimia hajaweza kuja kulikabidhi lile bweni, lakini na kila mara tulikuwa tukiulizia gharama, wakasema hapana, sisi tutafanya kila kitu, lakini siku ya uzinduzi tutakuwa tumeandaa taarifa nzima ya gharama zote, maana kama serikali tungepokea na ingesemwa siku hiyo gharama zote. Kwa hiyo nicheree kwamba leo nashindwa kutaja gharama ya bweni nzima kwa sababu tulikuwa tujaipokea ile, lakini kwa kweli limekamilika kwa asilimia karibu mia moja tuseme, kuna mama wachache ambaye alikuwa ni ya kukamilisha ya, ya, ya umaliziaji tu, lakini limesha kamilika na mkuu wa mkoa alikuwa amejiandaa pia kwa ajili ya tarehe tisa mwezi wa kwanza, lakini baada ya kupokea taarifa ile tuliwasiliana pia na familia tukasema basi itakapokamilika, Mheshimiwa mkuu wa mkoa tutamwomba tena aje apokee ule mradi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa yuko nje ya mkoa wetu kwa leo, lakini anashukuru sana. Na natoa pole sana kwa msiba huu mkubwa, na kama serikali tuseme tuendelea kushirikiana na familia hii kwa ajili ya jambo hilo na mengi pia ambayo wamekuwa wakiyafanya. Na nikiri kuna kusikia jinsi mengi alivyosema hapa, kama familia wamekuwa karibu sana na kanisa, wamesaidia sana vitu vingi lakini na kwa wanajamii pia. Lakini tunazo taarifa pia kama familia na hata yeye marehemu pia amekuwa akifadhili pia vijana wengine na watoto wengine katika kupata elimu na vitu vingine vingi katika jamii. Ni ahidi pia kama serikali tutawasiliana pia na familia katika lile bweni ambalo limejengwa, maana maanake mabweni sisi yanajengwa katika shule nyingi, na huwa yakipewa majina mengine mengine yakaitwa majina mengine lakini, tutaomba pia kama familia watupatie jina ili kwenye lile bweni sasa lile liandikwe jina ambalo familia mtakuwa mmetupatia. Tusiite Kikwete, tusiite Sima, tusiite jina lingine lakini kama familia watupe jina sasa, iwe ukumbusho sasa kwenye shule yetu ya Katoma Sekondari kwamba ninyi wajukuu na watu wengine wakifika, basi waone ukumbusho wa ndugu yetu pale, na yoyote ambaye mtaona kwamba inafaa na sisi tutatekeleza.